Nimesikia hospitali mko hapa. Sisi hatuna maneno na nyinyi. Nyinyi ni watu wazuri, nyinyi ni madugu zetu na dada zetu. Nyinyi mnaumia, wananchi wakiumia, mkipeleka mabibi yenu hospitali hakuna dawa, mshahara dio hiyo mumekatwa. Nyinyi polisi, tukiingia tutatengeneza payslip yenu, tutatengeneza mambo yenu pia. Nyinyi mkae na heshima kati huo, hata hao polisi wanasubuliwa na Ruto kutusumbua, hata hao wenyewe wanalalamika. Wewe mtu ya intelligence kwa sababu uko hapa. Mimi ninajua mkiandika report, huyu Nurudin Haji anaenda anapindua. Sasa andika report, ipelekwe kule. Ya kusema mikutano yetu hatulipi mtu pesa hata shilingi kumi. Kuna mtu amelipwa hapa? Kuna mtu amelipwa? Kwa sababu nimeona yule waziri wenu akisema ati fujo ilitokea kwa chama, ati watu walikuwa wanadai malipo. Mimi ni radhi kachagua na chama chetu tunapedwan na wananchi bure. Hatutumii pesa kuleta watu kwa mkutano, ila mtu tumesema lazima alipe pesa akija hapa ni Kasongo. Tumekubaliana tumesema wewe Kasongo, kwa sababu wewe ni mdanganyifu na umetutumia vibaya kama jamaa jamii. Ukija hapa ukitaka mkutano kusikiza wewe peke yake ni shilingi elfu moja. Kukusikiza peke yake neguo, na ukitaka tukupigie makofi ni shilingi elfu mbili. Kucheka peke yake ni mia tano. Akina, akinamama kupigia wewe ngemi ni shilingi elfu tano. Kwa hivyo wewe, mti ya nis enda, mwambie nurudi haji aandike report, aambie kasongo mambo ya kutaganya watu ya mlima imepitwa na wakati. Yeye, yeah, alikuja hapa akatutaganya na Biblia. That is over he can cheat us once, but awezitaganya sisi mara ya pili. Kweli ama uongo?